Saba tano mbili tatu saba saba tano saba nne saba mbili tano tano saba mbili tano tano tano mbili saba mbili mbili saba. Namba moja, naomba kura zako. kura zetu zilizoharibika hizi ni charejeshwa. Namba moja, kisha maliza kura mbili zimeharibiwa. Sawa, kura mbili zime haribika. Namba mbili, namba moja. Hesabu mwenyewe: mbili, tatu, nne, tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili

arobaini na nne arobaini na tano arobaini na sita arobaini na saba arobaini na nane arobaini na tisa hamsini hamsini na moja hamsini na mbili hamsini na tatu hamsini na nne hamsini na tano hamsini na sita hamsini na saba hamsini na nane hamsini na tisa sitini sitini na moja sitini na mbili sitini na tatu sitini na nne sitini na tano sitini na sita kweli. Yes. Nnzichanganye na namba eh? moja a namba moja chininau namba tatu nakwenda moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumina moja mna mbili kumna tatu sawa sawa namba mbili tatu nne tano sita saba sawa sawa namba tano moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi na moja na mbili na tatu na nne na tano na sita na saba na nane na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa thelathini thelathini na moja

Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano, ishirini na sita, ishirini na saba. Arobaini na moja, arobaini na mbili, arobaini na tatu, ar ar arobaini ar nne, arobaini na tano, arobaini na sita, arobaini na saba, arobaini na nane, arobaini na tisa, hamsini, hamsini na moja, hamsini na am mbili, hamsini na tatu, hamsini na nne, hamsini na tano, hamsini na sita, hamsini na saba, na <laughs> hamsini kila mmoja kura zake kadhibitisha, ndiyo. Naomba saini zenu kwa ah, saini, kwenye namba yako? namba yako, kwenye namba yako, namba tatu.

V Kare. Viti maalum wa Bunge. Viti maalum wa Bunge.

Moja, tatu tatu tatu moja moja moja tatu moja tatu tatu mbili mbili mbili tatu mbili mbili tatu, tatu tatu, tatu moja

tatu tatu tatu tatu tatu mbili tatu tatu tatu tatu tatu tatu mbili tatu mbili tatu moja moja tatu mbili tatu moja mbili tatu tatu moja

kumi na tano kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na

Themanini na tano themanini na sita themanini na saba themanini na nane themanini na tisa tisini tisini na moja tisini na mbili tisini na tatu tisini na nne tisini na tano tisini na sita tisini na saba tisini na nane tisini na tisa mia moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi. Umepata ivo?